Kwa tumemtaka mjenzi anayejenga mtaro na mjenzi ambaye amepewa dhamana ya kujenga barabara waweze kukamilisha maeneo hayo ili soko hili liweze kuanza kutumika. Akikagua ujenzi wa soko hilo amesema ujenzi wa soko hilo umeshakamilika kwa asilimia tisini na tisa, hivyo amehimiza kuharakishwa ujenzi wa mtaro na barabara inayolizunguka soko hilo ili kuepusha athari zitokanazo na mvua zinazoendelea. Lengo la ziara hii ni kuja kutembelea soko letu la Chuini ambalo limeshakamilika kwa asilimia 99.9. Tunachosubiria kwa sasa ni kuona kwa maana hatua ya ujenzi wa mtaro unakamilika pamoja na ujenzi wa barabara iliyokuwa nyuma ya soko, ikiwa hizi ni hatua za mwisho kuhakikisha soko hili linazinduliwa ama linafunguliwa na kuanza kufanya kazi. Lakini jambo jingine tumekuja kuangalia kwamba kama kuna athari yoyote ambayo imetokea katika kipindi hichi ambacho mvua za masika zinaendelea katika soko letu hili. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maana hakuna chochote kilichotokea kibaya kwa ajili ya soko letu hili. Amesema serikali inafanya jitihada ya kujenga masoko yenye kiwango cha ubora ili wafanyabiashara waweze kuuza bidhaa zao katika maeneo yaliyo salama na kuwaepushia madhara ya kukaa pembezoni mwa barabara. Nichukue nafasi hii kuwataka sasa wananchi wote ambao wanafanya biashara zao pembezoni mwa barabara, baada ya soko hili kukamilika, kuondoka katika maeneo hayo na kuingia ndani ya soko hili ili kuziacha barabara zetu zikiwa salama zaidi na kutumika kwa matumizi yaliyokusudiwa. Naye mkandarasi wa ujenzi wa mtaro pamoja na mshauri elekezi wa barabara inayolizunguka soko hilo, wamesema wanatarajia kukamilisha ujenzi huo ili soko liweze kutumika kwa wakati uliokusudiwa. Soko la Chuini linajengwa na kikosi cha Zimamoto na Uokozi Zanzibar. Nikiripoti mimi ni Usi Musa.